Wanaume, nadhani ni pale pale tulisema, nadhani ni pale pale tu tuliongea, tukasema kwamba usikubali kulea watoto ambao si wako. Mwanamke asikuletee watoto hapo, akuletea watoto hapo waine watano na uanze kuwalea na baba yao yuko hai hapo. Na kutahadharisha mwanaume, chunga sana, tumeona wengi ambao wamefukuzwa. Njoo kujeni huku pande za, za Mombasa, ni muone venye kuko Eh, hey, utaona mtu amejengea mwanamke kabisa gorofa kabisa lakini akishazeeka ama akifa anapandishwa kwa keria mpaka kwao. Usikubali kulea watoto ambao si wako. Mwambie tu wapelekee baba yao alafu kuja tuendelee na maisha. Lakini akikwambia niko na watoto, mwambie mimi niko na haja na wewe, sina haja na hao watoto. Tuzae wetu. Lakini hao wa mwenyewe, watoto wa mwenyewe ambao wako hata na birth certificate ya mwenyewe, utaenda kubadilisha birth certificate, certificate kweli? Wanaume. Tusikubali kubebeshwa mizigo ambao si yetu, ni tukatae, ndio tusonge mbele. Mwisho mwisho wa siku, hao watoto na wale ukiwaita wako, ndio wataambia mama yao, mama, hii ni aibu, iko hapa huyu ni nani? Na ulituambia baba yetu aliyuko, alienda. Huyu ni nani yuko hapa? Ukijaribu, mama yao akijaribu kuambia huyu amewalea, atamwambia hapana, mama, hii ni aibu. Wakati huu watoto wamejenga nyumba, wamejengea mama wao nyumba, na wao unaingia pale ukidhani ni watoto wako Watakufukuza, utatolewa pale, manake mama yao hatakubali akae nje ya nyumba yenye ilijenga, ni watoto wake. Ati sababu yako, atakwambia watoto hawakutaki wa wewe, enda kwenu basi. Ni wewe kaguu na njia ukanyage kubwa kubwa, uende kwenu ukiwa hivyo. Wakati huo umezeeka, hauna nguvu tena, nguvu zako zimeishia kulea watoto ambao si wako. Nataka munielewe vizuri, wanaume, msijaribu kudanganyika, msidanganywe. Ni wanawake anakuja na watoto ambao amewazaa huko, anakuambia watoto baba aliwakataa. Baba aliwakataa wapi? Watamrudia basi, damu ni nzito kuliko maji. Huyo mtoto utamlea wakati akiwa mdogo, akishasoma soma, amemaliza university, abasi inakuwa nini? Inakuwa basi, huyo mtoto anataka babake. Utafanya nini kama anataka babake? Utafanyaje kama anataka babake? Ni wanawake watulia kwa mabwana zao, walea watoto, sio kuzungusha watoto huku na huku kwa jina baba yao amewalea, baba yao amewakataa. Mnadanganya wanaume, mnadanganywa. Msikubali kudanganywa, msikubali kudanganywa. Kama umetoka kwa bwana, kama umeona vizuri, waachana na bwana wako, ni sawa sawa, hakuna shida. Achana na bwana wako wewe, enda kaa chini, tafuta kazi. Kuna wamama, kuna wamama masingomama kuna busara. Mtu ameachana na bwana yake, maana yake ameona bwana ana mwelekeo, anaenda, anatafuta kazi, anafanya na wale watoto. Bwana asipowalea, asipowalete, anawalea mwenyewe, aendi kusumbua wanaume wengine wale watoto. Lakini kuna hao wasingumama ambao wanachomoka kwa ndoa sababu ya hiari, waende kusumbua wanaume wengine. Hao ndio tunawakemea, washindwe, pepo nyeusi. Sisi tunataka singo mama mwenye amekaa chini na watoto wake, anadumia wao mwenye asumbui, wa mama asumbui wa wanaume wengine na watoto wao. Unafanya mtu hata naacha familia yake, naacha ndoa yake sababu yako na watoto wako, umemshikia madao, umemfanya hivyo, hiyo ni mbaya sana. Mimi nasema hivi, afadhali single mama ambaye analea watoto wake yeye mwenyewe bila kutegemea mwanaume mtu, kuliko single mother ambayo anawafanya wanaume wanaacha ndoa zao sababu ya watoto wake mwenyewe wa. Hiyo si sawa tena. Nasema hivi afadhali watoto wa mwanaume wakilelewa ni mko mwenza, wakilelewa ni mke mwenza kuliko watoto wa mwanaume mwingine wakilelewa ni mwanaume mwingine kwa jina ya kuwa baba yao aliwakataa. Hiyo ni mbaya sana, hiyo ni mbaya sana wanaume. Ni tujiangalie, tujikukute vizuri, tujue mbele ni wapi, tusirudishwe nyuma ni hawa watu na kutuambia tu, tu, tu, watoto baba wao waliwakataa, tuanze kuwalipia school fees. Okay, si mbaya kama uko na pesa nyingi, kama uko na pesa nyingi za rafu ya mwanaume, ukiwa uko na pesa nyingi za rafu ya mwanaume, fanya hiyo kazi. Wale wako wachana nao, ulipia wao, au wameona wa baba wao waliwakataa, na hiyo itakuwa ni laana kwako mwanaume. Tumeelewana mwanaume, hapo ni tuelewana kabisa, tukataa hii kitu ya kulelea watoto ambao si wetu na wetu tunachana wao, tunalea ambao si wetu, tutafukuzwa mwisho mwisho. Watoto watakufukuza, watakuwa wakubwa, watamlete baba yao pale pale ndani na mama yao, watasema kipi? Wewe utakuwa wapi? Utakujiuliza utakuwa wapi wakati huo. Tufungueni macho, mwanaume. Mwanaume tufungueni macho na tuone mbele, tufungueni macho na tuone mbele. Iko masingu madha wako sawa ambao wanalea watoto. Hata wewe mwanaume ukienda na watoto wako kwa hiyo single mother, wanalelewa lakini wewe watoto wako wanafukuzwa, unaanza kulea wale wa huyo single mother. Hiyo ni mbaya, hiyo si busara. Tufungukeni akili, tufungukeni akili na tuone mbele, tujue kuna leo na kuna kesho. Kesho ikifika tutafanya nini na tutakuaje?